Ebana, mwanaume mwenye umri wa miaka 25 ambaye anafahamika kwa jina la Calvin Crew. Ebana, ameweza kuhukumiwa kifungo cha e, gerezani kwa kosa la kuweza kumuua e, dereva wa Uber anayefahamika kwa jina la Christina Spicuzza. E bana mchumba wa Spicuzza e, alitoa ujumbe mzito wa hisia mahakamani, akieleza kwamba akieleza kwa, mba, kwa e, hasira yote hii ni mara tu baada ya e, Crew e, kukataa kuhudhuria kwenye hukumu hiyo. Maneno ambayo aliweza kusema mchumba wa Spicuzza aliweza kusema maneno haya kwamba huyu ni mwoga tu, ni mwoga ambaye hakuweza kufika hapa leo kukabiliana na hili ebana. Chris, ambaye alikuwa ndo mpenzi wake ambaye ameuawa, alisema kwamba ndo kila kitu kwangu, lakini pia ni kila kitu kwa familia yangu. nilikuwa nimepote, nimepotea, sina mwelekeo na yeye aliona kila kitu kizuri ndani yangu. Alisema maneno haya ambaye ni mchumba sasa wa Chris. So ni kwamba katika video ya kamera ambayo ilikuwa inaonekana pale kwenye dash kamera, bana Spicuzza bana anasikika akiomba msaada.

E, akiwa ameweka bunduki kichwani kwake. So ni kwamba baada ya video hiyo e, iliyoweza kuonekana kabisa kwamba ikiwa inamrekodi e, kwenye ile dash camera. E, bana mwili wa Spicuzza ambaye alikuwa ni mama watoto wanne ulipatikana baada ya siku mbili katika eneo la Pittsburgh akiwa amepigwa e, risasi kichwani. So kwa kwe, kama mdau wa burudani kutoka kipande chochote huko e, na mtazamo gani sasa hivi bana? Naambiwa kwamba e, kwenye ile video ambayo alikuwa anashutiwa pale hakuonekana kabisa kwamba akipigwa risasi, lakini baada e, ya video kukatika tu ilionekana kuna eh, mwili ambao ulikuwa umetupwa kule na risasi ikiwa imepigwa kichwani kwake, lakini haikuonekana kwenye video, mshikaji, kama akiwa amempiga risasi. Kwa kweli, kama mdau wa burudani, upo na mtazamo gani? na drop comment yako kwenye anja comment. ili sasa online digital. Until next time, bye, bye.